Tuko na Fred Herbert huyu ni mkurugenzi au mwanzilishi wa, wa, wa, wa Fundi Smart. Uh, Fundi Smart ni nini na mambo mengine mengi tutasikia kutoka kwake Fred Herbert mwenyewe. Fred, karibu sana. Asante, asante. Fundi Smart ni nini? Uh, Fundi Smart ni program ambayo inawawezesha mafundi kufanya ufundi wenye tija na kufurahia ufundi. Kwa nini Fundi Smart? Asante, ni Fundi Smart kwa sababu uh, mafundi wa Tanzania uh, wamekuwa wanafanya ufundi lakini ufundi haulipi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, jamii yetu kama Watanzania bado hatuthamini sekta ya ufundi, wakati kwenye maisha asilimia tisini na tisa ya mambo tunayoona fundi anahusika. Kwa hiyo unaposema maisha ni ufundi sasa je, tujiulize, jamii inawapa mafundi heshima wanaostahili kutokana na kazi wanaoifanya, kama ambavyo tunampa heshima askari, mwalimu, daktari, mwanasheria? Kwa nini mtu akisema yeye ni fundi anachukuliwa ni mtu wa kawaida? Kwa hiyo hapo ndipo chimbuko la Fundi Smart tulipoanzia. Kwa mafundi, ufundi ni kazi, ufundi ndio maisha, na tunaamini sisi tukifanikiwa kufanya mapinduzi kwenye sekta ya ufundi kutakuwa na maendeleo makubwa sana kwenye nchi, kwenye eneo la uchumi kwenye eneo la kijamii, ustawi wa jamii pamoja na masuala mengine. Hiyo smart ndani ya ufundi, mtu mwingine anaweza akadhani kuna kuna teknolojia na mambo fulani. Hiyo smart ni smart ya usafi, smart ya utimamu, smart ya ni smart ya utimamu wa akili, ambayo inabeba mambo sita. Tunafahamu fundi anaweza akawa amejifunza ufundi, lakini akikosa haya mambo sita, ufundi wake hauwezi kukamilika, ambayo hayo ndio sisi fundi smart tunampatia. Kwanza uh, ni elimu ya afya. Unajua fundi mtaji wake wa ni afya, tofauti na mfanyakazi wa ofisini. Mfanyakazi wa ofisini akiumwa, nafasi yake anapewa mtu mwingine, lakini fundi akiumwa, nafasi yake anapewa mtu mwingine, kwa sababu anaweza kuwa ni fundi wa kushona yeye peke yake na anashona kwa, akiumwa pesa inaumwa na hela pia inaumwa na kazi pia inaumwa. Kwa hiyo kila kitu kinasimama mpaka atakapopona, ndio mambo mengine yataendelea. Wetu tunawapa elimu, elimu ya afya moja wapo hivi. Lakini ya pili ni elimu ya fedha. Mafundi wengi wanafanya ufundi, lakini tuna maswali kwa matatu hivi. Swali la kwanza, ile hela ambayo fundi anam, anamchaji mteja anatoa, basi msingi wa ile pesa anayokuchaji anatoa wapi? Anajua yeye faida yake ni shilingi ngapi pale? Hilo ni jambo jingine la kujiuliza. Kwa hiyo haya ni, ni, ni mambo ambayo sisi tunawapa mafundi ili awe smart kwa maana ya utimamu wa akili, lakini jambo jingine je? Uh, fundi anapojenga, unaweza kuta fundi amejenga nyumba 30 ana miaka 20 anafanya ujenzi lakini hana nyumba. Unaweza kuona kuna mambo mengi ambayo yanajitokeza kwenye sekta ya ufundi, hasa kwenye eneo la fedha. Mafundi wengi hawaweki akiba, kuitokea kuna tatizo hana hela, na wengine wanatumia pesa vibaya, kwa sababu wanaamini kila siku wanapata. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanahusiana na fedha, lakini jambo la tatu Uh, tuna wafundisha pia mafundi swala maswala ya sheria na hapa ndio kwenye tatizo kubwa zaidi. Matatizo yoyote uliowahi kukutana nayo yanamhusu fundi na mteja, ni kwa sababu fundi hayu, hayuko aware na sheria. Fundi akijua sheria hatavunja mkataba, kwa sababu kile mnachokifanya na fundi ni mkataba. Mkataba una mambo mawili, si weza mkubaliane kwa mdomo au mkubaliane kwa maandishi. Kinachofanyika mtaani kwa mafundi kwenye shughuli zetu za kila siku ni makubaliano ya mdomo lakini ni makubaliano kisheria, ya kisheria yanatambulika vizuri tu. Na fundi anavunja huo mkataba, anachukua pesa ya mteja advance, harudi, anakuachia tu bisibisi au testa, harudi. Lakini wakati mwingine, baada ya kutengeneza, anaharibu, na fundi wengi wanapelekwa polisi pia. Kwa hiyo ilo eneo la sheria, wakijua sheria itawasaidia sana kujua na kupunguza hivyo vitendo vya kuwa wanavunja sheria kwa maana ya, ya makubali, kuvunja makubaliano lakini jambo la nne ni dharura. Mafundi wengi wao wanafanya kazi wakiamini kwamba hakuna dharura wala kesho. Utamkuta fundi huko juu ya bati, huko juu ya paa. Anafunga kingamuzi hajavaa safety gear yoyote, hajavaa kizuizi chochote. Na wale mafundi wenzetu wanapanda kwenye minara, anapanda kwenye mnara mrefu mita 50, hana mkanda. Fundi unakuta anashona, hajavaa pengine zile za kuzuia vumbi Yaani mazingira ya mafundi ambao wanafanyia kazi hawafikirii kwamba kuna kesho. Kwa hiyo hiyo ni eneo la dharura, lakini elimu nyingine tunapa elimu ya huduma kwa wateja. Nisema ziko sita, hii ni ya tano, huduma kwa wateja. Mwanafundi yoyote ili aweze kuwa fundi lazima ajifunze kwamba hii ni biashara kama ilivyo biashara nyingine. Kwa hiyo kama anaweza kupiga simu kwenye taasisi tofauti tofauti akafurahia ile huduma nzuri anayopewa na, na yeye pia ajifunze kwamba anapaswa kutoa huduma kwa nzuri kwa wateja wake. Na la mwisho ni teknolojia, tuogope teknolojia na Mungu. Kwa hiyo, teknolojia tunawasaidia mafundi kuwaonyesha kwamba teknolojia zipo, kuna vifaa vinatengenezwa vya kuwasaidia wao kufanya ufundi. Badala ya kufanya kazi masaa sita, ukiwa na hicho kifaa unafanya masaa mawili, kwa hiyo kinapunguza muda wa kufanya kazi. Lakini pia kinapunguza na wao uchovu na mambo mengine. Kwa hiyo haya mambo sita, ukiwa na ufundi ya kufanya kazi masaa sita ukiwa na hicho kifaa ukawa na haya mambo sita ambayo ndio nguzo ya smart ndio tunampata fundi smart. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kumbadilisha kutoka kuwa fundi Fundi Smart tuna mambo kama manne ambayo watu wanayafanya kwenye kuwasaidia sasa mafundi. Kwanza kabisa mafundi wanajiunga na Fundi Smart, ambayo ni bure kujiunga, ni bure. Na tunafanya makongamano na tunafanya makongamano kwenye kila mkoa nchi nzima kwa ajili ya kuwapa hizo elimu ambazo nimezisema. Sasa sasa hivi tunakwenda kufanya kongamano la mafundi Mbeya tarehe 29 mwezi wa nne Mwaka huu uh, kwenye ukumbi unaoitwa Tugimbe uh, eneo la mafyati ndio ukumbi unapatikana hapo, ambapo ni kongamano la bure kwa mafundi wote. Uh, anachotakiwa fundi yeye kufanya ni kujiandikisha tu, ambapo pia tumewarahisishia pia, ili waanze kujifunza matumizi ya teknolojia. Ili aweze kushiriki, anapaswa kujiandikisha, ambapo anapiga nyota 149 nyota 46 nyota 5 alama ya rei atajaza taarifa zake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maandalizi yale yanafanyika kulingana na idadi ya mafundi watakaokuja. Kwa sababu so, sasa ukisema waje, hujajua wanakuja wangapi, utaandaa maandalizi ya watu wangapi? Kwa hiyo inatusaidia sisi kwenye kujua kwamba okay, kwenye maandalizi tunaandaa idadi ya mafundi hao. Kwa hiyo kwa mfano kama sasa hivi tunategemea kuwa na mafundi elfu moja mia tano mpaka elfu mbili katika mkutano katika, katika, katika katika kongamano la Mbeya e, baada ya Mbeya tutakwenda Arusha, tutakwenda Dodoma, tutakwenda Mwanza, tutakwenda Morogoro, tutakuja Dar es Salaam. Na baada ya hapo tutakwenda mikoa mingine. Lakini pia tunafanya kazi na wadau mbalimbali. Upande wa serikali, mdau, uh, wetu namba moja ni VETA na tunawashukuru sana. VETA kisheria ndio ametoa mamlaka ya ufundi stadi. Kwa hiyo VETA yeye, uh, tuna makubaliano naye ambapo tunawachukua mafundi ambao wamejifunzia mtaani, ana miaka 20 anafanya ufundi lakini hana cheti na hatambuliki Akiwa chini ya Fundi Smart tunampeleka VETA, atapata cheti, atatambulika kwa, hata ikitokea kuna kazi ya kushindania ambayo inahitaji qualification ama inahitaji udhibitisho atatoa cheti chake ili mambo yaweze kwenda vizuri. Uh, lakini pia uh, mafundi hii sasa tunaifanya kupitia vyuo vyote vya VETA nchini. Tunawashukuru sana VETA sana, mkurugenzi wa uh, VETA mkurugenzi mkuu VETA tunamshukuru sana, kwa sababu sisi yeye ni kama mlezi wetu, kwa sababu tuna, tunafanya hii kazi, lakini mwisho wa siku tunasaidiana na serikali kuhakikisha kwamba tunasukuma huduma ya ufundi kwa pamoja. Lakini tuna wadau wengine, mamlaka ya mawasiliano wa Tanzania TCRA, tumekuwa tunafanya nao kazi kwa ukaribu, na hata kongamano la Mbeya pia tuko pamoja. Kama tunavyojua tunapogusa technology, mamlaka ya mawasiliano wa Tanzania wana, wana, wana kazi kubwa sana e, wao huwa wanakuja kuwaelimisha mafundi kuhusu, kwanza matumizi sahihi ya mitandao lakini la pili wanawafundisha mafundi kuhusu uchumi wa kidijitali, lakini la tatu pia wanawafundisha mafundi, kwa sababu mafundi wanakutana na watu wengi. Kwa hiyo mafundi wakifahamu mambo mengi yanayofanywa na mamlaka, watasaidia pia watu wengine kufahamu, kwa maana ya wateja wao, kwa sababu tunaamini kwamba fundi kwa siku anakutana na watu kumi. Sasa kama ana ujumbe sahihi kuhusu namna sahihi ya kutumia mitandao, ataufikisha pia kwa watu wengine kwa hiyo sasa hivi kuna kampeni ya Sitapeliki naomba ya utapeli. Tunakumbuka spika alizungumza kuhusu kutapeli watu wanatumia jina lake vibaya. Kwa hiyo ili, ili, ili tusaidia sasa kuwaambia TCRA kwamba njioni hiyo kampeni tuwaambie mafundi, ili mafundi waweze waweze pia kupata hiyo taarifa, lakini taasisi nyingine OSHA, tunashirikiana na OSHA pia kwa sababu OSHA wanashughulika na usalama na afya mahali pa kazi na hili ni kundi ambalo ni sekta isiyo rasmi hiyo wanawafikia kuwafundisha, wanapofanya kazi wawe salami. Usalama na taasisi rasmi na hata ambao sio rasmi. Sasa jinsi, njia rahisi ya, ya kuwafikia mafundi ni kupitia sababu watawakuta, watawafundisha mafundi, watafanya ufundi, ufundua, wawe yes. eh, na wa siku afundwataaaaakini pia tunashirikiana na taasisi nyingine sasa binafsi ambazo zinakuja kutoa elimu madaktari tuna wanasheria eh, tuna watu wa, wa, wa, wanaohusika na masuala ya huduma kwa wateja, wakufunzi wazuri sana ambao wanakuja kuwafundisha mafundi ili mafundi sasa waweze, waweze kubadilisha ufundi wao na kuishi maisha ya ndoto zao. Hiyo ndio Fundi Smart. Kongamano la Mbeya litakuwa la siku ngapi na Mbeya ni mkoa wa ngapi tangu mmeanza kufanya makongamano haya ya Fundi Smart? Asante. Kongamano la Mbeya ni mkoa wa tatu, tulishafanya Mbeya, tukafanya Iringa tukafanya Dodoma tukasimama. Tumeanza muda mrefu, tuna miaka mingi, tulianza mwaka elfu mbili na kumi na tisa halafu tukasimama kwa sababu ya korona. Kwa hiyo sasa tumerudi, tunaendelea. Kwa hiyo kwa sasa hivi tumeanzia Mbeya. A, tuta, ni siku moja, mkongamano wa siku moja. Baada ya kutoka Mbeya, kama nilivyosema, tutakwenda Dodoma. Baada ya kutoka Dodoma, tutakwenda Arusha. Baada ya kutoka Arusha, tutakwenda Morogoro. Baada ya Morogoro, Dar es Salaam na baadaye tutakwenda Mwanza. Tukimaliza majiji tutakwenda pia kwenye mikoa mingine. Lengo ni kwamba mafundi wote a, waweze kufurahia ufundi na kuishi maisha ya ndoto zao. Shukrani sana. Asante sana. Nakushukuru sana. Asante sana. Mkurugenzi wa Fundi Smart aliyetueleza hapa kuhusu kongamano linalotarajiwa kufanyika uh, jijini Mbeya litakalowakutanisha mafundi mbali mbali. Kayo fundi, ambaye unafanya kazi ukiwa unaona kabisa katika sekta isiyo rasmi, basi uh, hiyo ndilo jukwaa utakalo litumia kupata maarifa ya namna gani unaweza kuwa smart, lakini namna gani unaweza kunufaika na shughuli unayofanya. Mimi ni Juma Isahaka.